Naam, bwana mmoja kati ya wadau Haja the Incredible amekuja kutoa maoni yake kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea huko mtandaoni hususan issue ya Meja Kunta kulalamika kuhusiana na Uh, kitendo alichokifanya D Voice baada ya kungo rekodi naye ngoma, alafu ile ngoma D Voice ameipeleka kwa Jux, na Jux ameishaamua kuimba kuiimba, na tayari amesha tiza, lakini pia katika EP yake ipo ambapo hiyo EP p itakuwa listen day hivi karibuni, mnamo kuelekea tarehe ishirini na nane, siku ambayo uh, tunafahamu kabisa kwamba siku ya tarehe 28 ndio siku ambayo Juksi, atafanya ndoa yake ya final, final wedding hapa Tanzania. Yaani ile zile ndoa za Juksi bwana bado hazijaisha. Kwa hiyo final itafanyika mnamo tarehe ishirini na nane. Sasa, ukachana hao yote ni kwamba baada ya Meja Kunta kulalamika akiwa anadai kwamba, akiwa anadai kwamba D Voice, bwana amemdharau na ameonyesha kwamba anamtumia kwa sababu mistari ambayo yeye alikuwa ameimba imebadilishwa sasa hivi anaimba Juksi ni kitu ambacho yeye Meja ame amekasirika maana D Voice ameichukua ile nyimbo ambayo alitakiwa watoe, akaenda kufanya na Jux, kitu ambacho kimemuuma Meja. Na kwa mujibu wa D Voice, ameelezea kama tulivyosema katika video iliyopita, akiwa anafanya interview pale Wasafi, alisema kwamba, bwana, ile ngoma ilitakiwa atoe na Meja, lakini management ya Meja Kunta ikazuia, wakasema kwamba ile ngoma haiko sawa, watengeneze ngoma nyingine. Kwa hiyo D Voice akaona bora tu aipeleke kwa mtu mwingine ambaye ni Jux, na Jux ameipenda, kwa hiyo akaamua kuitoa. Sasa haja yeye amekuja kuweka maoni yake, anadai kwamba anadai kwamba huyu D Voice amefanya makosa, amemdhalilisha Jux kwa sababu mistari ambayo aliyoimba ali Meja Kunta mule ndani, ndio hiyo hiyo amekuja kuimba Jux. Eh, yaani imeku, yaani imekuwa copy and paste. Ni bora hata D Voice angeandika mengine ambayo Jux aimbe, sio ile ile ambayo aliishaimbaga Meja Kunta, kwa sababu Meja Kunta alivyokuwa anazungumza hizo habari ni kwamba alivujisha mpaka vision ya wimbo hapa D Voice alivyokuwa alivyokuwa ameuimba, na sasa hivi ulivyobadilishwa, imewekwa na na Jux ametia sauti yake humo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila kitu kiliwekwa bayana na Meja Kunta Kunta kwa hiyo sasa, kwa mujibu wa Haja the Incredible, huyu ni, ni mwandishi wa habari e, kutoka bongo pale Bongo FM ameelezea kwamba bwana, ile ilikuwa haijakaa sawa, ni kama vile ameidhalilisha. Kwanza huyu D Voice ameidhalilisha record label, na pia vile vilevile amemdhalilisha hata Jux mwenyewe. Na hapa bwana, wamepost akasema kwamba bwana D Voice ameidhalilisha WCB, na pia vile vile amemtia vile aibu Juma Jux. e, tufuatilie <laughs> ili swala kiundani, lakini pia kuishia hapo ni kwamba huyu Haja aliposti pia kupitia ukurasa wake wa Twitter akaandika kwamba e, bwana hili liwe funzo kwa, kwa Meja na wasanii wengine. Huo ushikaji na undugu kwenye game ndio kitu ambacho kinachowakosti. Mimi nimeshawahi kuona msanii anatuma wimbo uh, alafu unakuwa released kwa msanii mwingine unakaa zaidi ya miezi sita. Uh, umeona bwana, eh? Kama sio kutafutiana lawama ni, ni, ni, Jux hana kosa